Katika majangwa makavu ya Sudani, jua linaanza kama moto, lakini ndani ya mioyo ya watu kuna baridi ya hofu na giza la uzuni. Nchi ambayo iliwahi kujivunia tamaduni, familia na furaha, sasa imegeuka kuwa uwanja wa damu, damu isiyokuwa na hatia. Vita imechukua kila kitu: nyumba, mashamba, ndoto na hata utu. Na katikati kati ya hayo yote, wamebaki wanawake wanawake waliokuwa na ndoto za kawaida: kupenda kulea, kufurahia maisha, lakini sasa wamelazimika kuvaa mavazi ya vita. Hawa si wanajeshi waliopata mafunzo; ni mama waliopoteza watoto wao, ni mabinti waliopoteza wazazi wao, na wake waliobaki bila hata waume zao. Kila silaha wanaoibeba si kwa sababu wanapenda vita, bali kwa sababu dunia imewasahau. Wamelazimika kuwa ngao, walinzi na wapiganaji, si kwa fahari, bali kwa kuishi. Mtu asingetamani kuona sura zao zikibeba bunduki badala ya mikate, lakini ndiyo hivyo, vita imewapokonya kila kitu isipokuwa ujasiri wa kuendelea kupumua mpaka hii leo. Wengine wanakumbuka siku ya mwisho walipoona familia zao, wengine hawakuwahi kuwaaga wapendwa wao waliowekwa tu kwenye moshi wa mlipuko. Na sasa kila usiku wanapolala, wanasikia sauti zile zile za vilio, milio ya risasi na ndoto zilizovunjika vipande vipande. Wanawake hawa wamejifunza kulala wakiwa na bunduki kando yao kama mtoto mchanga. Wamejifunza kusimama mbele ya maiti bila machozi, kwa sababu machozi hayana nafasi tena kwenye maisha yao wamejifunza kuonekana wenye nguvu ingawa ndani yao kuna maporomoko ya maumivu makubwa zaidi. Wanakumbuka jinsi walivyokuwa wakicheka sokoni, jinsi watoto walivyokuwa wakicheza hata mitaani mwao. Lakini leo soko kumejaa vumbi na damu, mitaani kumejaa hofu na ukimya. Kila mwanamke anainua bunduki, anabeba historia ya mateso yake. Kuna aliyepoteza watoto watatu kwa bomu moja. Kuna aliyebakwa na wapiganaji, kisha kuachwa hai kama ishara ya udhalilishaji. Kuna aliyeshuhudia mume wake akiuawa mbele yake. Na bado wamesimama, wamebaki imara, si kwa sababu hawahisi maumivu, bali kwa sababu hawana hawa chaguo lingine. Wengine wanasema wanawake hawa ni wapiganaji jasiri, lakini ukweli ni kwamba hawakuchagua kuwa mashujaa, vita iliwachagua. Wakati mai, walitaka maisha lakini dunia iliwapa vita. Walitaka amani lakini dunia iliwapatia bunduki. Kila risasi wanayoifyatua ni kilio cha moyo ulioumia. Kila hatua wanayoipiga ni ushuhuda wa uhai unaogoma kufa, na kila jua linapochomoza wanajiuliza, je, leo nitapona au nitakuwa mwingine kwenye kaburi lisilokuwa no na jina katika macho yao wanaweza kuona historia ya taifa lililochoka, taifa lililovunjika vipande vipande, lakini bado lina pumzi ndogo ya matumaini. Wengine bado wanaamini kwamba siku moja watoto wao watacheza tena mitaani bila hofu yoyote ile, kwamba siku moja silaha zitabadilishwa kwa zana za ujenzi, kwamba siku moja wataweza kulala bila ndoto za mlipuko. Lakini hadi siku hiyo fike, watabaki kupigana wakipigana si kwa utukufu, bali kwa ajili ya haki ya kuishi, kwa ajili ya heshima ya wale waliopoteza, na kwa matumaini kwamba dunia itasikia kilio chao kabla hawajapotea tena kabisa. Hii siyo hadithi ya mashujaa wa vita, hii yonawake, ni hadithi ya wanawake waliolazimishwa kuwa askari katika ardhi yao wenyewe. Ni hadithi ya machozi yaliyogeuka lisasi ni hadithi ya Sudani, nchi inayolia kimya, ikisubiri amani ambayo haiji mpaka hivi sasa.